Mabibi na mabwana, habarini za wakati huu. Karibuni kwa mara nyingine tena kwenye vipindi vyetu, ambavyo leo tutaongelea habari ya mambo au sababu kuu tano zinazofanya biashara zetu nyingi zife ndani ya mwaka mmoja, kabla ya kumaliza hata mwaka mmoja. Ni jambo la uchungu kidogo, ni jambo la kusikitisha, lakini ni jambo ambalo lazima tuliingie, lazima tulivamie, tulione ni kwa sababu gani. Eh, kwa nini ufanye biashara afu ife tu ndani ya mwaka mmoja? Umetoa mtaji, eh, umehangaika, tafuta hiki, tafuta hiki, alafu ndani ya mwaka mmoja ile biashara inakufa. Nafikiri ni jambo ambalo linaumiza sana. Na mimi nimefanya tafakari ya kutosha, tafakari ya kina, nimeona mahitaji yapo ya watu kujua ni kwa nini biashara zao zinakufa ndani ya mwaka mmoja au kabla hata ya kufika mwaka mmoja. Na leo ninakuletea sababu tano kuu zinazochangia biashara nyingi hapa Tanzania biashara nyingi kufa kabla hata ya kutimiza mwaka mmoja. Research mbalimbali zimefanya na inaonekana asilimia sabini ya hizo biashara zetu ndogo nyingi zinakufa ndani ya mwaka mmoja. Eh, sasa kama ni research, maana nasema no research no right to speak, lakini kuna matokeo ya research yanayosema zaidi ya asilimia sabini ya biashara zinazofanyika hapa nchini kwetu zinakufa ndani ya mwaka mmoja. Hii ni jambo la kusikitisha sana kwa sababu biashara ni kati ya vitu ambavyo vinabeba ukosefu uh, wa ajira inabeba hii, hii swala la kuwa na, kose, kuwa na hali kubwa ya ukosefu wa ajira, basi watu waki, waki, wakifanya biashara, maana yake watajiajiri wao, watajiri na wengine wa kuwasaidia katika biashara zile, tunapunguza u, u, uzito ugumu wa matatizo ya kukosekana kwa ajira. Lakini biashara hizi ambazo tunategemea zitusaidie zinakufa ndani ya mwaka mmoja, ni jambo la kusikitisha sana. Basi karibu sana, twende pamoja mwanzo hadi mwisho tuangalie ni sababu gani hasa zinazofanya biashara zetu zife ndani ya mwaka mmoja. Na tuone solution ni nini? Tuone solution ni nini? Afu twende tukatekeleze hiyo, afu tuone kama hiyo itaendelea kutokea. Sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza ndugu yangu inayofanya biashara nyingi zife ndani ya mwaka mmoja ni kukosa mpango wa biashara. Hilo tu. Hilo ni moja kubwa kabisa. Kukosa mpango wa biashara. Lack of business plan. Watu wanaanza kufanya biashara, mradi amepanga kufanya biashara, basi amepata mtaji wake, anaingia barabarani, anaanza kufanya biashara. Eh, sasa wewe unaweza kuingia msituni bila ramani yoyote, sasa mimi naingia msituni nataka kutafuta kitu fulani. Lazima uwe umeshapata picha fulani kwamba kwenye msitu nikienda hivi, kitu ninachokitaji kiko sehemu nyingine, huwezi kutwanga tu pori, unatwanga tu hata uelewe unakoenda iwezekani. Hata kwenye biashara ni hivyo hivyo. Eh, kuna silaha unatakiwa ubebe. Eh, kuna maandalizi unatakiwa ufanye. Hatuwezi kwenda kufanya biashara bila kujipanga. Lazima ujue ni biashara gani unafanya. wateja wako ni akina nani? Je, hawa wateja eh, wanahitaji vitu hivi. mtaji ni kiasi gani? hmm? Location ya biashara yako itakuwa wapi? Kwa nini pale na sio pale? Hayo yote yanatakiwa yawe kwenye mpango wako wa biashara, na unatarajia ndani ya mwaka mmoja kutoka na nini? Je mwaka, ukiisha mwaka kwanza ufanye nini kufanya mwaka pili e mzuri zaidi yote haya yatakiwa kupangwa, hayatokei kama mvua, hayatokei kama mvua. Lazima tujipange. Sisi tulio wengi tunafanya biashara za kuganga njaa, kwa sababu hatujipangi, hatuteweki mpango wa biashara yani, pamoja kwamba biashara ni sehemu inayobeba sana tatizo la unemployment, lakini pamoja lazima lipangwe, lazima lifanywe vizuri kwa umakini mkubwa ili, ili iweze kuishi, kukua na ikaokoa watu wengi zaidi eh, hapo bale. Kwa hiyo suluhisho la hili ni kutengeneza mpango wa biashara. Hata hata ukiwa wa kurasa tatu tu. Tengeneza mpango wako mwenyewe ukiangalia mtaji, hivi nitafanya hivi na hivi, nitaajiri labda mtu mmoja, nitamlipa shilingi hizi, mimi mwenyewe nitajilipa kiasi fulani, utaratibu wangu wa kuingia kazini utakuwa namna gani, matiri yangu tayanunua wapi. Haya yote yanatakiwa yawepo kwenye mpango wako wa biashara, na mipango hii ipo, templates zipo Siku hizi hakuna kitu ambacho hakipo kwenye mitandao huko, kila kitu kipo. Ingia kwenye mtandao, usiingie kwenye mtandao kufanya mambo ya ajabu. Ingia kwenye mtandao, utafuta mipango ya biashara inatengenezwa namna gani, tengeneza wako wako, uchukue ile template, itengeneze sasa kukufiti wewe vile ambavyo unataka. Unataka kuuza nini? Unamlenga nani? Utapata wapi? Kila kitu yani, huo utaratibu lazima ufanywe mapema kabla hujaanza biashara. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kukosa uelewa wa soko. Kukosa uelewa wa soko. No market research. I said it before. No no no research, no right to speak. Hata kwenye biashara, no market research, no right to do business. Unafanya ni biashara ambayo hujaifanyia utafiti. Unafanya biashara ambayo hujui watu tauza ni kina nani. Uwezo wao wa kununua na utayari wao wa kununua ungoje. Hayo yote yanafanyika kwenye market research. Kwenye utafiti wa soko. Ukishalielewa soko lako unajipanga vizuri. Unajua wateja wangu ni waina fulani, wanapenda vitu vya aina fulani. Sisi tunafikiri kwa vile wewe ukifurani na kipenda na unafikiri kwamba watu wengine wote watakipenda tu, hamna shida. Mbona cha kawaida tu hiki? Mbona mahitaji ya kawaida? Hapana, ndugu yangu. Kwa hiyo tunatofautiana. Unachokipenda mimi sio lazima na yule akipende. Unachokipenda wewe sio lazima na mimi nikipende. Kwa hiyo utashangaa unakiweka sokoni, hakuna mtu ananunua, unasema umerogwa. Kakuloga nani sasa? Na, na kuloga ili wewe nini? Haja kuloga mtu ni kwamba hujatengeneza uelewa wa soko lile uliloingia. Hakikisha unaliingia soko ambalo unalielewa, ujue wapinzani wa wako ni kuna, kinanae kwenye kuendelea soko na ufanye nini ku, wa, wa, outshine wale wapinzani wako. Usipofanya hivyo, utaingia huna mbinu, huna silaha yoyote, ni kama nilisema mwanzo, na kwenda msituni huna silaha, unakutana na simba. Sasa oh, oh, oh. Simba huyu kwenye biashara, ndugu yangu, hatakiwi Lazima tujipange toka mwanzo ili tuweze kulijua soko letu na kufanya biashara vizuri. Kwa hiyo sababu ya pili ya watu wengi tunashindwa kufanya biashara zaidi ya mwaka mmoja kwa sababu hatutaki kufanya research ili tuweze kuelewa uh, soko letu. Tunakosa uelewa wa soko. Matokeo yake dakika mbili nyingi tunapigwa teke. Hilo la pili, ya pili. Sababu ya tatu ni usimamizi mbovu wa fedha. Poor financial discipline. Hili linaua wengi, hili linaumiza wengi. Watu wengi anafanya biashara, akipata vihela kidogo, basi tayari anataka aonekane, anataka simu kubwa anunue, eh, anataka sijui. Hizo ni fedha za biashara, ndugu yangu, sio fedha za kununua simu, sio fedha za kufanya maonyesho. Eh, mtu anafanya biashara, amesikia sijui mgeni kaja nyumbani, chukua ikipeleka, chukua ikipeleka, ikipeleka, halafu akirejeshwa. Hatuendi hivyo, biashara haiwezi kukua. Lazima ife tu hata miezi sita mingi lazima ife. Kwa sababu kuna financial discipline. Fedha lazima zinahitaji discipline, fedha za biashara lazima zijulikane za biashara. Na ukisha tenga kwamba huu mtaji wangu ni mtaji wa, wa biashara yangu, huu mtaji lazima uangalie vizuri. Uangalie vizuri. Kama huna discipline ya hivyo, ah wewe sahau kabisa biashara yako kwenda mbele. Sasa hivi tunasema ah wale sijui wana nini wale. Oh Wahindi sijui wanafanya si. Hapana wana discipline ya fedha. Fedha za biashara ni za biashara. Na wewe ukitaka wende vizuri hapa, jipangie mshahara wewe mwenyewe, jipangie mshahara wako. Ukishajipangia mshahara wako, utakula kile ambacho ni staili yako, kwamba hii ni sehemu ya matumizi ya biashara, mshahara wangu ni sehemu ya matumizi ya biashara, eh? Kwa hiyo ikikosekana unakopa kama umeamua kuchukua zaidi unakopa, ili mwezi unaofuata uchukue kidogo, kwa sababu ulishazitumia weziwa mwezi huo toka mwezi uliopita. Kwa hiyo suluhisho ya hii ya kuwa na usimamizi mbovu wa fedha ni kutenganisha pesa ya biashara na pesa yako binafsi. Yani ya pesa ya biashara ione ya biashara ya yani, isiku isikutamanishe kwa sababu sio yako, ni fedha ya biashara. Ya kwako ni ule uh, mshahara ambao umeipangia na kama unalazimika kutumia hiyo, huo ni mkopo, ndugu yangu, ni mkopo na lazima urudishe hmm? Lazima urudishe. Kwa hiyo tenganisha biashara amini, fedha za biashara na fedha za kwako, kwa za nyumbani, ekuwa na daftari maalum ambalo unaandika mtaji wangu, mm, mm, alikuwa kiasi hiki, nimeenda na ma mauzo yangu yako hivi, matumizi yako hivi, ili unapoona unakwama uone haraka kama kuna kufanya mitigation measures, uzifanye kwa wakati. Usipoweka maandishi, mbona nasema mara nyingi mara bila daftari unapotea bila habari. Usipoweka maandishi basi utakuja kulia baadaye. Hujui umekwama wapi? Hujui umeanguka wapi? Na umekanyaga nini mpaka umeanguka ili ukiondoa kile kilichokanyaga kesho usikanyage tena. Hm? Usipofanya hivyo, biashara mwaka mmoja ni kubwa inakufa. Inakufa. Jifunze kuweka utaratibu mzuri wa fedha na yenyewe yana mafunzo, haya yapo kwenye mitandao mingi tu. Ingia kwenye mitandao, sema nataka u, ma, nani, usimamizi mzuri wa, wa, wa, wa fedha nifanye nini, utaona tu mafundisho mbalimbali na utapata mafunzo basi takwenda kufanya uh, biashara yako vizuri. Usimamizi mbovu wa fedha ni ugonjwa watu wengi Eh, kutotenganisha biashara fedha za biashara na fedha za zako binafsi, zinakuchanganya unafikiri una fedha, unatumia ovyo, kumbe zile fedha ni fedha za biashara. Naomba ili sana ndugu zangu, tuliangalie kwa umakini mkubwa, ili tutaweza kufika vizuri safari yetu. Lakini sababu nyingine ya nne, watanzania wengi tuna biashara zetu zinaishia hapo katikati, hatumaliza hata mwaka mmoja, ni kukata tamaa mapema. Kukata tamaa mapema, lack of patience Jamani, lazima tuwe wavumilivu. anaomba? kidogombasia anaomba? Acha kukata tamaa mapema. Eh, hata kama umefanya umeona mwezi wa kwanza hali mbaya kidogo, angalia tu, nilikosea wapi, nifanye marekebisho wapi. umeuza kidogo tu, hakuna wateja hapa. Hapana, m wanani angalia hivi ah We fanya uvumilivu kidogo wateja waweze kuzoea eh, wajue bidhaa yako naye. Wakati unaendelea fanya uvumilivu, unaendelea kutangaza e, unaendelea kueleza vizuri. Jiweke malengo ya muda mfupi na muda mrefu, ili ujue kwa muda huu nategemea iwe hivi. Kama haijafika hii, nijue nimekosea nini kwa muda huu, wakati labda nitaka niwe nimefika mahali fulani, sijafika ni kwa sababu nini, na kwa muda mrefu. Lakini ukitaka tu umeingia leo, kesho unavuna, hakuna kitu kama hicho. Na hata ukienda shambani Eh, ukipanda leo uwezi kuvuna leo, utavuna kesho au kesho utavuna mwaka au mwezi miezi kadhaa ijayo. Kwa hiyo lazima hata kwenye biashara tuwe wavumilivu, tusikate tamaa. Kwanza ukata tamaa ni dhambi, si ndio? Jamani, ukata tamaa ni dhambi. Kwa hiyo unapojikata tamaa, maanake wewe umeshasema hata Mungu ayupo hata nini hamna hata bana. Ee, uko uko unaenda mbali Tunataka tufanye biashara inayokuwa, tunataka tufanye biashara ambayo mwaka huu iko hivi, mwaka kesho imekuwa zaidi, mwaka kesho kutu imekuwa zaidi, wafanyakazi unaongeza, unaenda kufungua tawi lingine mali pengine. Hizo ndio biashara zinazokuwa. Lakini ili hii iweze kufanyika toka mwanzo uyafuatilie haya ambayo nimeyasema, la kwanza, la pili, la tatu na hili la nne, kutokata tamaa, utaona mwenyewe faida ya hiyo biashara. Kwa hiyo hapa suluhisho ni kujiwekea malengo na uyazingatie hayo malengo, na kwa kuweka haya malengo basi wewe utakuwa unapima una kila wakati na kufanya maboresho pale ambapo unatakiwa kufanya maboresho. Hizo siyo sababu ya nne. Sababu ya tano ni kukosa mikakati ya kuwafikia wateja. Tunarudi kule kwenye marketing, kwa yani ule ujui, ule nasema ujui soko, ile sababu ya tatu, ujui soko. Lakini sasa kuwafikia wateja, pengine umeshajua soko, umeshajua wanataka hiki na hiki na hiki lakini wanajua sasa kwamba wewe una exist Umejipa? uweka mkakati wa kuwafikia au e, unaouzia bidhaa zako umeweka mkakati wa kuwafikia? Yani, usitaki lazima watoke huko wakufuate. Unawafikiaje? kama wanakutambuaje? kni wanakutambuaje? E, utantambuaje kama nimeokoka? Sasa si sio kuokoka, utatambuaje kama mi na biashara? Utatambuaje kama biashara yangu mimi, yeye unahitaji Lazima mwenye biashara uone namna ya kutangaza. Jifunze jifunze, siku hizi kuna namna ya kutangaza digitally, you don't have to go here and there, sihangaika so kule na kule, ah ah, unatangaza kidijitali eh, kuna digital marketing siku hizi. Tumia Instagram, tumia WhatsApp Business, tumia TikTok, tumia Facebook. Usitumie mitandao ya kijamii kufanya vitu vya kipuuzi, tumia mitandao ya kijamii kufanya vitu vyenye maana, vyenye faida. Nataka kukuwezesha wewe utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo kwa kutumia Instagram, WhatsApp Business, TikTok na Facebook na Facebook eh, utawafanya watu wajue, ha, kumbe anafanya kitu fulani, kumbe huyo anafanya hiki, kumbe naweza kupata kitu fulani mahali fulani. Na mwingine anahitaji kununua kitu lakini hajui kinapatikana wapi, hajui kinapatikana wapi. Sasa wewe uweka wazi, tumia mitandao kwa faida, ili watu wakufikie. Ndugu zangu, nafikiri tumezikia hizi sababu tano, unaziona kama kama zime mungu abumwe lakini ni sababu za msingi mno, ni sababu za msingi mno. Nenda ukatafakari vizuri kabla hujaanza biashara yako, au kama umeanza umeona kwa mkono wako njiani, kumbuka katika hivi vitu vitano nilivyosema, ni kipi kipi uko kifanya ukakifanya vizuri. Au anza, anza, anza, wanasema ajwa anza mwanzo kabisa, wosema hebu ngoja niweke kwanza kando, hebu nianze utafiti kwanza, hebu ngoja nitengeneze business plan yangu vizuri. Hebu niangalie disiplini yangu ya biashara ikoje. Na hebu niangalie mimi na biashara tunatoka kitu kimoja ni mtu tofauti. Hivi nakata tamaa kwa sababu gani? Yote haya ukiyaweka vizuri, hakika tutafanya biashara nzuri, biashara inayokuwa, biashara ambayo itawasaidia na wengine kwa kuleta ajira, itasaidia na wengine kwa kuwapa huduma, itakusaidia na wewe kuishi maisha yale uliyoyatarajia, uliyoyakusudia. Na nakusudia kwa mfanya biashara mkubwa, kwa mfanya biashara mkubwa haiji hivi hivi. Haiji hivi hivi, inajengwa. Na inajengwa kwa kuangalia kuakisha hivi vitu vitano nilivyosema hapa, unavi unavifuatilia uh, vizuri. Ndugu zangu, yako mambo mengi sana kwenye biashara mengi sana, na inategemea unafanya biashara gani na unataka biashara yako iende kwa ukuaji wa reti ipi, wa, wa, wa, wa pesi ipi e, hiyo pesa unayotaka unayoitaka, ni wewe unaitengeneza. Nataka niende spidi ya namna hii. Hiyo supersonic speed unayotaka lazima uipange toka mwanzo kwenye business plan yako. Ndugu yangu, wapo wengi wanaosaidia kuandika hizi si business plan. Hata sisi ukitaka tunaweza kukusaidia e, mpango mwingine unataka tuelekezane ana kwa ana, basi unaweza ukatutafuta tukaelekezana ana kwa ana ili kuhakikisha kwamba hiyo biashara yako haiendi ikafa kabla ya mwaka mmoja. Kuna dada mmoja ana, ana duka la vifaa vya ujenzi yuko very smart, very smart. Sasa sitaki kumtaja jina, lakini akiona yeye atajua kwamba naongea na yeye yeye yeah, yeah. Kila wakati nikimuuliza mbona uko makini sana, aniambia hii ndio pensheni yangu. Hilo neno huwa linanifikirisha sana. Uajiriwa wana pensheni, sijui nani ana hiki, mimi hii ndio pensheni yangu. Nisipofanya vizuri nitakosa pensheni ni kesho nikiwa mzee. Kwa hiyo unapoanza biashara yako, hata pale business plan yako weka, focus kwamba hiyo ndio pension yako. Uifanye vizuri ili hata utakapofika umri huwezi kufanya kufanya lolote, pension yako inakulinda, akiba zako zote zinakulinda. Fanya biashara ukiwa na malengo. Usifanye biashara inayokufa kesho kesho kutwa. Ukifanya hivyo unapoteza tu muda wako, alafu, eh, haina maana yoyote, haina maana yoyote. Nimeongea kwa hisia kidogo, kwa sababu ni jambo linaniuma, napoona biashara zinaanzishwa siku mbili zimekufa, zinaanzishwa siku mbili zimekufa. Lakini unakuta ni mambo ya kawaida sana yanayofanya biashara zife, ni mambo madogo madogo sana ambayo kwa vile tu hayakuzingatiwa, biashara zinakufa. Kwa nini? Kwa nini? Hakuna sababu, hakuna sababu. Kama umeamua kujikita kwenye biashara, jikite kweli kwenye biashara na ufanye biashara kweli, na ufanye biashara kweli. Zingatia haya mambo ambayo nayasema, yapo mengi, lakini walau haya kuanzia. Siku nyingine tutakuja tuongee mambo mengine ambayo yatafanya biashara yako iendelee kukua. Ninakushukuru kwa mara nyingine tena. Basi endelea kufanya biashara yako vizuri, e, ikue, ikue, ikue na isife ndani ya mwaka mmoja. Tuko tayari kukusaidia kwa namna yoyote ile, ili kuhakikisha biashara yako inaendelea kukua. Asante sana, once again, bye for now.